Thio. Leo insha Allah tutataja baadhi ya saraya an yani; kama tunavyokumbuka saraya, tulisema ni vita ambavyo yeye bwana mtume hakuhudhuria bali alituma tu maswahaba. Na baadhi ya saraya ndogo, -ndogo, zilizotokea. Na, hakuna ndogo kihakika maana zote ni katika kunusuru, kunusuru Uislamu na katika saraya zilizotokea mwaka huno ni saraya ya Al-Ghamar. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma Ukasha ibn Mahsan al-Asdi wa wa al al katika mfungo sita au mwisho wa mfungo saba kwa riwaya tofauti tofauti, mfungo sita au mfungo saba, huo mwaka wa sita, kwenda sehemu kuitwa Ghamr Marzuq. Ghamr Marzuq, na hapa ni mahali pa Bani Asad. Na ni sehemu ambayo kulikuwa na visima, visima vyao. Alimpa huyu sahaba watu 40 wakatoka nao, lakini wakifika pale, ikawa wale watu washapewa habari, bwana e, kuna maswahaba wa Muhammad watakuja, bwana basi wakahepa, wakaenda zao, lakini waislamu walipata ghanima, walipata takriban ngamia mia mbili e, wakarudi nao pale Madina e, alhamdulillah walirudi bila kupata na mapambano yoyote. Naam, saria nyingine e, iliyotokea pia mwaka hunu ni saria ya dhil gissa ama ya dhil gassa naam. Na, na hii ni sehemu baina ya Madina yani iko e, baina yake na Madina takriban meili ishirini na nne hivi. Eh, takriban maili 24. Eh, alimtuma alimtumwa Bwana mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mfungo sita, eh, mmoja katika maswahaba Muhammad bin Maslama al-Ansari na alikuwa pamoja naye na watu takriban watu kumi wakaenda kwa hawa Banu Thalaba wakataka yani kuwapata, lakini eh, kwa bahati mbaya wale hao Banu itwaje, Banu Thalaba ndo wakawapata, yaani wao wakawazidi kinguvu wakawazidi kihila. Basi wale Waislamu au wa maswahaba ikawa sasa wameshikika hawezi kutoka ha? <coughs> Maskini wakauawa wengi wao, isipokuwa huyu Maslama akapata fursa, akapenya, akahepa. Wengine wale wakauawa kwa mishale. Eh, lakini huyu Maslama akafanya nini? Akapenya, akahepa, akapatikana na baadhi ya wa Waislamu wakambeba mpaka Madina. Pofika kule akamueleza bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kilichotokea. Eh, na hawa Banu Thalaba huku wakawa sasa wampata tamaa. Wajua mwanadamu. Kimpa mia, yataka mia mbili. Kimpa mia mbili, yataka alfu. Kimpa alfu, yataka alfu kumi. Kimpa alfu kumi, yataka laki. Kimpa laki, yataka milioni. Yani yeye haishi kule kupata tamaa. Basi wale Banu Thalaba wakaingiwa na tamaa. Na ikawa ndo, itwaje kuangamia kwao walipopatikana na tamaa. Wakasema, ah, hawa tutaweza bwana. Wakaenda, wakakutana na kabila lingine, eh, watu wa Anmar kule. Wakasema, khalas sisi, twendeni itwaje tu, tuhujumikie Madina, twende tukaihujumu Madina. Wakatoka. Lakini huko bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sasa mfungo saba akamtoa Abu Ubaida ibn al-Jarrah pamoja na watu arbaini wakaenda wakenda ile sehemu ambayo hawa wapo, yani ile sehemu ambayo kina Muhammad bin Maslama walifanya nini waliatakiwa walihujumikiwa, eh, wakaenda pale <coughs> eh, hawa maswahaba walipoenda pale wakawapata wale wasiokuwa waislamu au banu thalaba, na wale wenzao wakawazidi nguvu wakawazidi nguvu mpaka hawa banu thalaba wakatoroka wakaondoka wakaata pale itaje, mifugo yao, Waislamu wakachukua kama, e, e, ya kama ghanima pamoja na vitu vyao walivyokuwa wamevibeba vita walivyoata, basi waislamu wakachukua kama ghanima wakarudi navyo Madina. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafanya nini akavigawanya kama inavyotakikana kisheria na, na pia katika uh, saria zilizotokea mwaka hunu ni saria inaitwa sariyatul Jumum, na hii ilikuwa katika mfungo saba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma Zaid bin Harith, eh, kwa Banu Sulaim. Naam, na wako hiyo sehemu yaitwa Aljumum na inaitaje, eh, kutoka hapa Aljumum na Madina takriban ni maili nne tu, si mbali naam. Kaja eh, mwanamke akawaelekeza wapi, yani walipofika wakapatana na mwanamke, mwanamke akawaelekeza ah, wale watakuwa sehemu fulani, kawaida wako sehemu fulani nini nini. Bas akaenda uh, itwaje <coughs> masahaba wakaenda paka pale, huyo aliotumwa yani Saidna Zaid akaenda paka pale wakawapata eh, na wakapata mifugo mingi na wakapata vitu vingi, wakapata mateka wengi, wakarudi nao mpaka Madina. Pia ikawa ni ushindi kwa Waislamu alhamdulillah. Na, na katika saraya pia zilizotokea mwaka kama hunu ni itwa sariyatul is eh, hii ilitokea katika mwezi wa Jamadul Ula, takwa mfungo nane takriban Eh, Jamadul Ula katika huu mwaka wa sita Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliletewa habari kuwa kuna mzigo ama tuseme msafara wa Makureshi, kuna msafara wa Makureshi, unakuja kutoka Sham ya kibiashara. Yani. Basi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtuma wa Saidna wa Zaid bin Harith kwa watu sabini yani pamoja na watu sabini eh, wakaenda wakapata ule msafara bwana, wakawapata hapo sehemu inaitwa Ais, ndio maana inaitwa sariya hii inaitwa Sariyatu Al-Ais. Na na hii saria yenyewe ni sehemu takriban baina yake na baina Madina pia ni maili nne tu si nyingi yani. Eh si maili nne afwan, yani siku nne. Yani ni kusafiri kwa siku nne takriban. Naam. Basi Saidna Zaid akaichukua ule msafara akaushika ule msafara eh na maulama watuambia kulikuwa na aitwaje? So, eh fedha yani silver kubwa sana. Ya nani? Ya Swafwan bin Umayya bin Khalaf. Na, na katika miongoni mwa waliokuwa katika msafara huu ni mume wake Saidatna Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Wa akiitwa Abu al-As bin Rabi'. Bas akarudi Saidna Zaid pamoja na hawa wote, ule msafara na huyu pia, yaitwaje, mume wake na Saidatna Zainab, basi e, e, yaitaje huyu al-As Abu al-As akaingia kwa Saidatna Zainab, Saidatna Zainab akampa e, yaitaje <coughs> aman. Yaani yaitwa naitwa <coughs> muajara, yaani amemwambia akhalas, wewe hakuna mtu atakaye kufanya nini, atakaye kudhuru hapa, ushaingia uko chini yangu, kama hivyo yani. Basi Waislamu wakasikia, maskini Waislamu wakasikia kuwa huyu ni mume wake Saidatina Zainab na yeye Saidatina Zainab Zainab amempa ile, yani amani basi Waislamu wakarudisha kila kitu walichokuwa wamechukua kutokana na ule msafara, na huyu Abu e, Abul As akaenda zake Maka na ule msafara, akarudi akawapa kila mtu akawarudishia kitu, kitu chake. Lakini baada hapo akarudi zake zake Madina, akasilimu akarudi zake Madina akafanya nini, akasilimu. Lakini baadhi ya maulama wa wanazuoni wa tarikhi wasema tukio hili hususan la huyu aitwaje taje Abul As kufanya hivi na msafara na nini, hili ilitokea baada ya nini ya Hudaybiyah. Naam, kwa hivyo ni khilafu baina ya wana, wanazuoni wa tarehe. Naam. Na katika saria pia zilizotokea mwaka hunu ni saria inaitwa Sariyat <coughs> Sariyat Wadi al-Qura. Wadi al-Qura. Na hii ilikuwa katika mwezi wa Rajab mwaka hunu uno wa sita, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma Said na Zaid tena radhiallahu anhu katika hii sehemu inaitwa Wadi al-Qura. Eh? Watu waliokuwa wakishi pale wanaitwa Banu Fizara au Banu Fuzara. Naam. Wakaenda waislamu wakapambana kivita, lakini baadhi ya maswahaba wakauawa maskini. Baadhi ya maswahaba wakauawa na ikawa Saidina Zaidi alikuwa kidogo na majeruhi eh. Akatoka yani aliponea hakuuawa, lakini alikuwa na majeruhi mpaka akabebwa mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye Saidina Zaid akaweka nadhiri kuwa bwana yeye hatooga Yani kichwa chake hakitoshwa kutokana na janaba, maana yake ni kuwa hata umwingilia mke wake, mpaka afanye nini, mpaka aende akawapigane nao hawa Banu Fuzara, na baadaye alipata fursa akaenda akawapiga vita na akawashinda. Alhamdulillah. Naam. Naam. Bado kuna siraya ama matukio mengine ya mwaka kama huu, inshallah tutazungumzia katika madarasa yatakayokuja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.